Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibu ni kupitishe katika matukio muhimu yaliyojiri katika ziara ya Sheikh Said Amur Al-Habsi. Naam, na hapa ni Kawala, wilaya ya Sumbawanga, mkoani Rukwa, wa karimu mno watu wake. Na hapa wamekusanyika mashekhe, maimamu pamoja na walimu kutoka vijiji mbalimbali kwa mbali. Lengo la kuja kumpokea kipenzi chao Sheikh Said Amur Al-Habsi kutokea nchini Umman. Kijiji cha Kawala ni kijiji ambacho kilikuwa hakina nyumba ya ibada, lakini ujio huu wa Sheikh Said Amur Al Habsi amekuja kuzindua nyumba ibada ambayo imejengwa katika kijiji hiki cha Kawala. Mara tu baada ya kuwasili Sheikh Sheikh Said Amur Al Habsi alielekea moja kwa moja katika jukumu la kuweza kuzindua masjid hii. Karibu sana Alhaji wetu alhaji Sheikh Said karibu kwenye ufunguzi wa masjidi karibu sana. Neema iliyoje kwa wakazi wa Kawala, leo hii wanakwenda kuzinduliwa nyumba ya Mwenyezi Mungu, msikiti ambao ilikuwa ni ndoto yao ya muda mrefu, ambao mara kwa mara katika ziara za Sheikh Said Amur Al-Habsi hawakuchoka kuweza kumuomba Sheikh Said Amur Al-Habsi aweze kuwajengea msikiti, na hapa Sheikh Said Amur Al-Habsi anazindua msikiti huu.

Ashhadu an la ilaha illallah. Neema iliyoje kwa Waislamu wa Kawala, neema iliyoje kwa Waislamu wote wanaosapoti Sheikh Said Abu Al Habsi katika kuhakikisha Uislamu unaenea katika viunga mbalimbali. Tukutane tena katika mwendelezo wa nakala hii. Mimi ni Ramadhani Saif wa Nur Al Huda.